na barabara kabisa na kusabahi huchambo. Karibu sana siku ya leo, tunaangazia sababu saba hivi ambazo zinaweza sababisha Mungu akuamushe saa tisa usiku saa tisa usiku ni masaa ambayo yanajulikana kama masaa ya walinzi, masaa ya kuwa macho. Ya kwanza ni iwapo Mungu anataka kuwa na muda wa karibu na wewe, iwapo Mungu anataka kuzungumza nawe jambo fulani, anataka kuwa na ushirika nawe, basi kuna uwezekano mkubwa atahakikisha kwamba amekuamusha wakati anajua akili zako zimetulia na unaweza kumsikia na kumpa muda ndio aweze kuzungumza nawe. Jambo lingine ambalo linaweza sababisha ujipate unaamushwa kila saa tisa ya usiku ni iwapo kuna vita za kiroho, wakati ambao naye shetani na, na kundi lake huwa wanalandalanda huku wakitekeleza maovu. Mungu akifahamu ya kwamba kuna vita ambayo inakukabili au inamkabili mwenzako rafiki yako, wenda mshirika mwenzako au ndugu katika Yesu, basi Mungu atakuamusha ndio uweze kupigana zile vita, ndio uweze kusimama katika mwanya. Vile vile, Mungu anaweza kuwa anataka kukufunulia jambo ambalo hungeweza kulielewa au kulishika vizuri. Uwapo na mambo mengi na mashughuli ambazo unajishughuliza nazo, lakini Mungu akuamshapo wakati kumetulia tuli, basi huo ni wakati mwema ambao Mungu akikufunulia jambo, unaweza litafakari vizuri, ulitathmini na uchukue hatua ambazo zinafaa. Jambo lingine ambalo linaweza sababisha uamshwe saa tisa za usiku ni iwapo Mungu anataka kukufunza jinsi ya kumsikia. Kwani wakati mwingi Mungu huongea lakini hatumsikii na huanga inabidi atufunze na kumbuka Samueli. Mungu alimzungumzia lakini kuona hakufahamu au hakujua jinsi ambavyo Mungu huongea ilibidi aende kwa Eli. Kumbuka ilikuwa ni usiku kabisa, hivyo basi Mungu anaweza kukuongelesha usiku, kwani ndio wakati mzuri ambao ataweza kukufunza jinsi ya kumsikiza Mungu. Vile vile kuna uwezekano Mungu anataka kukuponya huenda akuponye kiroho, huenda anataka kukuponya kihalisia kimwili, huenda anataka pia kukuponya hisia zako. Mungu atakapo kukuponya, Mungu atakapo kukuongelesha jambo ambalo litakuletea uponyaji, Mungu atakapo kukupa suluhisho au tiba ya gonjwa ambalo linakusumbua anaweza kukuamusha saa tisa usiku ili uweze kupokea muujiza wako. Na jambo lingine ni kwamba inaweza kuwa ni onyo. Mungu anaweza kukuamusha kila saa tisa kama onyo ya jambo fulani. Huenda kuna mtego fulani umewekewa, na hivyo basi anakutaka kukuamusha ndio uweze kuwa unajisikia usiweze kunaswa na ule mtego, au kuna mwingine amewekewa mtego, na wewe ndiwe umeonekana unafaa zaidi kusimama katika mwanya, ili kuzuia yule ndugu, yule dada kunaswa na ule mtego. Pia Mungu anaweza ona kwamba unafanya uamuzi au unafanya maamuzi ambayo si sahihi, na hivyo basi Mungu ajuapo kwamba maamuzi ambayo unayafanya bila shaka yatakudhuru, yatakuathiri kwa njia moja au nyingine, anaweza kukuamusha saa tisa za usiku ili aweze kukufahamisha kwamba maamuzi ambayo unayoyafanya hayafai kabisa. Vile vile inaweza kuwa ni mahusiano ambayo Mungu ameona hayafai. Huenda mahusiano ya ki, ya marafiki, huenda ni mchumba, huenda ni mahusiano ya kikazi au kibiashara. Bila shaka hana budi kukuamsha saa tisa ndio uweze kuwa makini, uweze kuomba, uweze kutafakari, uweze kuliwaza, uweze kutathmini na kufanya maamuzi ya busara Vile vile inaweza kuwa ya kwamba unaelekea kupewa mamlaka fulani, huenda kiroho au katika maisha ulioko kwa sasa, na hivyo basi Mungu akigundua ya kwamba anataka kukupandisha cheo, anataka kukuinua kidogo, anataka kukutoa level moja hadi nyingine, basi kuna uwezekano mkubwa atakuamusha usiku wa manane, na ndio upandishwapo e, cheo uongezwapo mamlaka kubuka, kuna vita za levels, kuna vita za viwango. Ukipanda kiwango kuna vita zake. I, anaweza kukuamusha ndio uweze kuwa ange ndio uweze kuwa macho. Yote tisa kumi ni kwamba uonapo Mungu anakuamusha saa tisa usiku ni kumaanisha kuna jambo muhimu anataka kuzungumza nawe, kuna jambo muhimu anataka kukuonya, kuna jambo muhimu anataka ulifanye, huenda anataka kuwa na wakati mzuri nawe. Yani, kwa kifupi, Mungu anataka uwe macho, kwani Mungu anaweza hata kukuamsha, anaweza kukunyima usingizi ndio uiombee nchi, ndio uweze kusimama katika mwanya. Na iwapo Mungu amekupa heshima kiasi hicho, ah, basi usiwe na budi kuchukua ile nafasi tena kwa ujasiri na ukakamavu.